Ya, ni ni Adel, ufas, mpazo, niwapongeze sana ndio yeah. Yani raje, katika jambo ambayo nimefurahi eh kwa mhakikisha kwamba mashimo yote no. Maka mwisho o kuchuka Star, nafikia yeah. Nafikia na mjitahidi kuchukua sana huu udongo e, kama hu anaochukua huo ndo mzuri zaidi ukichukua huo mwekundu unasababisha utelezi, kwa hiyo mnachukua huu kama mnakumbuka kwenye mkutano wangu kama diwani mwaka jana, nafikiri nilizungumza kwamba nitatoa kuziba hivi shimo vishimo, lakini vijana, maanake mnajitengenezea nini ajira, katika maana gari lote linalopita lazima msimamishe, wachangie kwa sababu mnafanya haya kwa ajili ya wenye magari wanavyopita, sio lakini. Tusifikirie kwa ajili ya wenye magari, hata na sisi wenyewe tunapanda hayo magari eh, hivyo unaweza kawa kuna wagonjwa eh, maksudi gari sirushe rushe kwa sababu ya mashimo eh. Kwa hiyo niliongea wakati ule, lakini mwaka jana halikutekelezeka. Safari hii kuna mtu mwenye simjanja hapa, simjanja ambaye yuko kwenye group la Mfereke, nilirusha kwenye group la Mfereke kitu kama hiki walikuwa wanafanya Utalingolo, na nikasisitiza kwamba vijana wanaweza kafanya hii shughuli sawa, na wakajitengenezea kama ajira sawa, kwa sababu barabara ni ya kwetu, wanataka kutunza ni sisi wenyewe, si ndio? Hivyo tuendelee kufukia mashimo haya kama mlivyoanza hivi, barabara yote hili eneo la Mfereke, sawa sawa. Hapo vipi? Hapo sawa, na mimi nichangie